ambao wanapojipimia kwa watu hudai watimiziwe. Wa idha kaluum kaluhum awzanuhum yukhsirun, na wao wanapowapimia watu kwa kipimo au mizani hupunguza. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun Kwani hawadhani hao kwamba watafufuliwa? liyaumin adhim, katika siku yauma iliyo kuu. yaqumu nnasu li rabbil alamin, siku watapomsimamia watu Mola Mlezi wa walimwengu wote. kalla inna kitaba alfujjari lafi sijjin. Hasha. Hakika maandiko ya ukosefu bila shaka yamo katika sijin. Wama adraka ma sijin, unajua nini sijin? Kitabun marqum Kitabu kilichoandikwa. wailu yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo kwa wanaokadhibisha. alladhina yukaththibuna biyawmiddin, ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. wama yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka mipaka mwenye dhambi. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, anaposomewa aya zetu husema ni visa vya watu wa kale. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hasha, bali ametia kutu juu ya nyoyo zao hao waliokuwa wakiachuma. Kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun, hasha, hakika hao siku hiyo bila shaka watazuiliwa na neema za mula wao mlezi. Thumma innahum lasalul jahim.

Hakika maandiko ya watu wema bila shaka yamo katika illiyin. Wama adraka ma illiyun, na nini kitakachokujuvia nini illiyin? Kitabu marqum, kitabu kilichoandikwa. Yashhaduhu almuqarrabun wanakishuhudia waliokaribishwa. Innal abrara la fi na'im, na hakika watu wema bila shaka watakuwa katika neema. Alal ara'ik yanzurun, wakae juu ya viti vya enzi wakiangalia. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im utatambua katika nyuso zao mng'aro wa neema. yusqauna min rahiqin makhtum watanyweshwa kinywaji safi kiliyotiwa muhuri. khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun muhuri wake ni miski na katika hayo washindanie wenye kushindana. wa mizajuhu min tasnim

Hakika wale waliokuwa wakosefu walikuwa wakiwacheka walioamini. wa idha maru bihim yatagamazun, na wanapopita karibu yao wakikonyezana. wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin na wanaporudi kwa watu wao hurudi nao wamefurahi. wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun na wanapowaona husema hakika hawa ndio hasa waliopotea. wama ursilu alaihim hafidhin, na wao hawakutumwa wawe walinzi juu yao. fal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun, basi leo walioamini ndio watawacheka makafiri Al -al juu ya viti vya enzi wakiangalia. hal thuwibal kuffaru ma kanu yafalun, je, yeah. Makafiri wamelipwa malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda.